Hello, habari za wakati huu, habari za popote uh, pale ulipo ukiwa upo nje ya Tanzania au ndani ya Tanzania ukiendelea kufuatilia uh, kipindi chetu pendwa kabisa cha Goat Sports Uh, na mimi uh, mwandishi wako Elia Yosef nikiwa na mchambuzi wangu naam. Mambo ni moto. Mambo ni moto niyatawe, sana zingaa Tanzania bado mm. kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea ambavyo mm. sisi kama uh, waandishi wa habari na wachambuzi mishahara yetu tunakula kihalali. Sasa <laughs> twenda moja kwa moja tuzungumzie swala ambalo linaendelea na limeshika kasi. Uh, kasi sana katika mm. mitandao ya kijamii uh, kuhusiana na Uh, dabi ya Kariakoo ambayo hapo mwanzo mm. ilitakiwa ichezwe tarehe nane lakini mwezi wa tatu, hizi e, mm. zimepita siku zaidi ya tisini na dabi haijachezwa. Mara ya kwanza tukaambia kuna sababu zinazosababisha kwamba dabi sichezwe, kwa watu wenye mamlaka wakasema kwamba ni uh, swala la usalama na viashiria vya rushwa yes. Mara baada ya hapo tukaona klabu ya Yanga wakachukua nafasi ya kwenda moja kwa moja kwenye mamlaka ya juu au unasema mahakama ya michezo ya mataifa eh, kwa ajili ya kudai mambo mbalimbali mbali. Lakini habari baadaye zikarudi kwamba Yanga wamekataliwa na wamewambia waanze katika uh, ngazi ya chini kabisa, yani katika ndani katika mamlaka za ndani, ili waweze uh, kutatua jambo hilo. Mara baada ya hapo tunaona vyombo husika vinavyoshiriki uh, vina uh, vinavyoshikilia mpira wetu vikapanga ratiba ya dabi tena ki tarehe kumi na nane kumi na tano yes, yes. Eh, sasa je, mara baada ya hapo eh, tumeona kwamba dabi inaenda kwa staili kama hiyo Yanga wakija ya juu wakisema kwamba hawatacheza ah, e, na wanamsimu wao maarufu wanasema hatuchezi ng'o, tuseme <laughs> kwamba dabi imeota mbawa au kuna kitu kingine chochote kile ase kwa mujibu wa, wa mpinaji mkuu wa bodi ya ligi hmm, Bwana Ramas Kasongo mechi ipo. Mechi yep, ipo lakini kwa mazingira ambayo tuonayo tunayaona, yanavyoenda yanavyoenda, hususani kwa siku zitatu nne mm, uh, sidhani, kama mechi zitakuwepo of course, japo wenye, wenye, wenye, wenye, wenye kuandaa ratiba kila kitu unasema mechi ipo tarehe kumi na tano na hata juzi nimesikia pia huyo e, msemaji wa TFF nasema vile vile mechi iko palepale. Changamoto ambayo inatokea ina, ina, ina uendelea ni kwamba kwa mazingira aliyopo sasa

na wanaanda mechi ya Young Africans mpaka wenyeji wenyeji ndio wenye mechi yao, lakini hajatuambia ya viingilio wale wale kitu chote. Uh, so, kwa minajili hiyo uh, kuna, kuna, kuna, kuna asilimia kama mechi itakuwepo itakayofanyika kwa asilimia kubwa sana ni kama mechi haipo, japo upande wa pili mechi iko, japo upande wa pili wao wanasema mechi iko pale pale. Wenzao ambao walikimbia au walianza soka tayari, tarehe 7 kwa Mgeta, tarehe 8 Simba kwa mechi iko pale so, lakini kwa mazingira yalivyokuwa kwa sasa ndugu mwanachabali, hii mechi sasa inaenda kuwepo, ndugu yangu. Ah, unajua ukifikiria sakata ya hii mechi jinsi ilipokuwa imeanzia, hmm. ni ile siku ya tarehe saba, hmm. e ambapo inaonekana kwamba Simba uh, usiku wa manane, hmm. waliandika waraka wao wakisema kwamba wamezuiliwa kuingia kufanya mazoezi ya mwisho, hmm. kama ilivyo kanuni za ligi yetu inavyoendesha, na wakasema kwamba siku ya kesho hivyo hakutakuwa kuna mechi. Baadaye tarehe tulivyoamka tukaona kwamba Yanga wao wakasema kwamba mechi ipo baadaye. Bodi ya ligi wakaja wakasema mechi haipo. Simba wakao waka, waka baadhi pia viongozi wake wa juu kabisa wakasema kwamba hawatashiriki tena ligi ya Tanzania mpaka watu ambao wamesababisha kitendo kile cha kuzuilia wao kuingia ndani mpaka mechi imeahirishwa, waliosababisha wachukuliwe nini, wachukuliwe hatua mm. Lakini tunashangaa kwa sasa Simba wao wako tayari kwa ajili ya kucheza hii mechi naam. Je, tujiulize swali yale mambo ambayo Simba walikuwa wanayataka walioyatamka mwanzo kwamba wale watu ambao uh, labda wame, walisababisha uh, mambo haya yatokee wameshachukuliwa hatua tayari au ni kitu gani ambacho kinasababisha Simba kwa sasa waitake mechi? Uh, nafikiri kuna jambo la unafiki, lakini pia kuna jambo ambalo lina lipo sasa tulifahamu, au tuseme mm. kwamba Simba wanasema kwamba wanaitaka mechi wakiamini kwamba Yanga watacheza pengine eh, wanaamini upande wa pili the South Africans hata vilie kwenye hiyo mechi, ndio wao wanataka kwa hudi Novemba. Mm. Lakini tukirudi kwa jambo la msingi sana, kama unauliza of course ya, kama ulivyosema hapo awali, kwenye barua ya kwanza kabisa ya Simba ulisema mechi hawatacheza mpaka hapo watu wale kusababisha wao kuingia mazu, kufanya mazoezi usiku wa tarehe 7 kwa kwa tarehe 8 wanafahamika na wanaadhibiwa. Lakini kwa siku leo, Simba wanataka mechi kwa hudi Novemba. So nini nini ambacho kipo nyuma ya pazia ya Simba? Issue ni kwamba Eh, ripoti ya ambao waliifanya of course TFF na bodi ya ligi of course wanasema ipo tayari, lakini kuna vitu ambavyo vinaonekana ni vikubwa sana ambao pingine vinalinda eh, soka la kwa ujumla kwa Tanzania

kuna mtu alipiga simu kidogo moja serikali akasema gate lisifanyeje? Lisifunguliwe. Yes, yes, yeah. So mimi na hakika au mnacho kifahamu tayari kwamba Simba mtu huwa anamfahamu, eh, Yanga mtuo huwa anamfahamu, Bodi ya Ligi kwa jumla mtu anafanyaje? Yes. Wanamfahamu hata. Yes. Simba kwa nini wao wamekuwa kusema imechi? Ndio swala la msingi sana. Vingine mm. Mm. wao mtu ni wa kwao, ni upande wao unajua. Mm. tukabali tukataa hata serikali watu wamegawanyika. Mm. hawana jukwaa wa Simba hawana wa Awani. Simba na Yanga ni kama dini. Ni kama uwezi kukimbia. Eh, hata e, leo hii ukisema kwamba TFF hajuzuru, Bodi ya Ligi hajuzuru, mm. hata tutakao kuja. Atakuja mtu Azam pale au mtu majimaji maji maji. Hapana. Kwa Simba Yanga. So nafikiri Simba pia nao walitakiwa wakomalia kwanza kwamba tunahitaji hii ripoti. Watu wanaosababisha sababisha mechi tu sense tarehe, tusifanye mazoezi tarehe saba hiyo kwa mikata nane wafahamike na waadhibiwe. Lakini mpaka leo Simba wameenda against msimamo wao Uh, nafikiri kuna kitu pia Simba atipo sawa. Atipo sawa moja mm. kwa moja, tuende Yanga wanaonekana kugomea huu mchezo, wakisema kwamba wachezi, tuangalie matokeo yake impact ya Yanga kucheza mm. siku hiyo na Yanga kuto kucheza, na tuangalie impact ya Simba kwamba kama mechi ikiwepo wakicheza mm. watapata faida gani, na kama mechi isipokuwepo, kama Yanga wanavyogomea mamlaka, ikiwa Yanga wasipocheza tena, na wenyewe Simba impact yake itakuwa ni vipi kwa kwa mpira wetu, jinsi tunavyoendelea. Ah, toka siku ya kwanza tunajadili jambo mtangazaji, tunasema kabisa yanayojiri huko mbele yanakuwa makubwa sana, kwa sababu issue ni kwamba kila mtu sasa hapa ni kuchana misuli, kila mtu hataki kukaa chini na kusolve jambo kwa amani. Kama mwanzo wao walisema kwamba wafuate wafuate kanuni, wanafuata hekima na busara, ndicho ambacho sisi kinapelekea mpaka hii tupo hapa. Of course Yanga kwa impact ambayo tupo sisi wasipocheza game hii actually nafikiri kuna miongozo ambayo inajulikana mm, kwamba kama watakata kwa point kumi na tano mm, kwenye point zao zilizo za jumla, lakini pia simbataaa point tatu, kitu ambacho hata TFF au bodi ya ligi ambao wenyewe ndio wanaendesha ligi hii, ni ngumu kawaida sana kama mm, tunafuata kanuni Hicho ambacho kinatokea kwamba Yanga atakata pointi na mchezo wa siku kwenye kuelekea bingwa wa nne mfululizo utakuwa umekomea pale. Mm. Lakini pia kama atacheza Yanga, Yanga kuna nini? Uh, kuna ile kwamba sitaki nataka unajua, eh Mm. E, sitaki nataka kwamba kwa nini muda mrefu umesababisha uzizogo kubwa sana, mchezo wa siku umecheza Mm. na kwa bahati mbaya akicheza sasa wakafungwa, nafikiri hali itakuwa ni mbaya sana ndugu mtangazaji, itakuwa ni mbaya sana sababu, tayari tayari ndio Desemba ngapi kaanza kupitia kwa msimaji wao bwana Ali Kamwe wameshawaaminisha washabiki wao wote, kwa masaa tucheze, na hii ni unajua, ogopa sana nguvu ya umma. Nguvu ya umma ni nguvu, nguvu kubwa sana. So kila ukienda, kila ukienda nasema wachezi na juzi kati ambao waliitwa jana walipoitwa pale TFF kwenda kufanya reconciliation ya madai ambao ndio yeye anataka pia, kuelekea mechi ya ya finali ya FA dhidi ya Singida, wakaenda na watu wenye vigoma, wanapiga vigoma kule nje. Yaani zile tu za hapo na hapo. So nafikiri kwa Yanga impact kubwa, wasipocheza mechi basi, inafikiri mpira wa Tanzania utakuwa na eh, tazania, changamoto kubwa sana, lakini pia akicheza Yanga na ikitokea amepoteza, basi mimi nafikiri hizi timu zina, zina mabaraza ya wazee mm. Baraza la wazee la Yanga limeonekana liko moto sana safari hii <laughs> na wenyewe walifanya presi yao pale na wakaongea waka maneno makali kidogo wafikirisha baadhi ya wa wanamichezo. Kuna baadhi ya wa watu wakasema wale wazee wanaandikiwa script e, alafu wakienda wanaenda live e, moja wa kwa moja wapunguzi neno kukata e, sehemu ya kukata hivyo hawataki e, ukata sehemu yoyote. Wale wazee waliongea, walisema kwamba endapo ndani ya bodi ya ligi ikitokea Yanga amekatwa pointi yoyote ile pale ndani wakaongea mm. live kwamba kuna kitu kimoja kitafanyika na utakuwa ndio mwisho wa mpira wa Tanzania. Jeuri kama hii wazee wale wa Yanga ambapo wamewaambukiza mpaka mashabiki wanasema kwamba endapo point yote ikikatwa kwa sababu Yanga bado ana point 73 kama sikosea. Ikikatwa point yoyote ile pale basi mpira wa Tanzania utakuwa umeishia pale. Hii jeuri tunaitoa wapi? Mashabiki moja na wazee wa Yanga. Waasema ilikuwa ni magumu sana ambao wasema wazee wa Yanga eh, kwamba mpira utakuwa umeishia hapo ligi itakuwa imeishia hapo. Mm. Ah, ilikuwa ni maneno hmm. magumu sana. Wanatoa wapi ipo kwa ngeli ile jambo? Mimi hmm. nafikiri kwa kweli ni la sasa hivi kwenye mpira wa Tanzania, especially kwa upande wa Yanga pamoja na bodi ya ligi ya TFF. Yanga, najua nini kitatokea na najua jinsi gani ya kukabili. Hmm. hmm. TFF, najua nini kitatokea na nini ya kukabili. The same to bodi ya ligi. Unajua nini kitatokea na namna gani atakabili. hmm. So, wazee kuongea vile kwamba kwamba ligi itaishia hapo na kwamba kama watu sisi na kama tayari game watacheza, hmm. eh nafikiri hapo kuna shughuli kubwa sana ambayo inaendelea. Of course wanasema usichanganye mpira na siasa, hmm. eh, lakini kuna kitu ambacho ku, ku, ku nima pazia tunapo wazee gadi sana ya kwa nini mimi nafikiri tena mbele tukili nyuma sababu ya kwa nini mechi ya kuchezwa inajadiliwa, hmm. lakini watu watataka kuitaja, hmm. na hapo ndipo wale wazee wanapata nini power, kwa sababu kama alisema kwamba kuna dogo moja walitajiwa. Imana hmm. kama wanamfahamu tayari. Kama wanatarajia kidogo wanamfahamu. Na maana wazee wale wamesema kwamba mechi ligi itaishia hapo kama Yanga atakuwa na zaidi ya pointi kumi na tano. So mimi nafikiri wazee wanayo wanayo wanao tayari mtu ambaye alisababisha yote haya mpaka leo tuna discuss zaidi ya miezi mitatu sasa, tuna siku 100. Wanamfahamu na pengine mimi nahisi kabisa. Achilia mbali kwamba ni kiongozi wa serikali, lakini pia nafikiri kwa, kwa jicho la tatu sana atakuwa ni mtu so, watu cho, watu, wa upande wa Simba kwa sababu natafikiri kabisa kwamba huyu mtu huyu atakuwa ni upande wa, ndio maana Simba wenyewe wamefikia point wamekubali wacheze mechi japokuwa yale matakwa yao hawajafanyaje hawajatimiza hawajatimiza, kwamba nani nani, kwa sababu kama ushamfahamu huyu mtu, basi pengine huyu mtu ni ni mtu wa wa upande wa Simba, kwa ndio maana wazee wenyewe wamesema vile huyo mtu ataje, ambapo kwa nini mpaka leo tumefikia hapa? Sababu ya mtu mmoja, kwa mtu ambaye hajui sheria? Hapana, hapana, basi ni siku huyo mtu amtaje tu bwana, ilikuwa ni nani, amtaje. Sababu tunaamini kwamba mtu ambaye ana power kubwa kwenye nchi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au wengine wao tunafikiri ni wateuzi wake tu, basi hakuna mtu mkubwa zaidi. Sasa so mnafikiri wazee washafahamu kabisa kwamba mtu aliyesababisha mpaka tuko hapa ni nani, na tayari wewe mtu unafahamu kwamba mtu wa wapi, ni mtu wa Simba. So mshasikia wazee ndio wanapata hiyo power kusema kwamba wakati wa 2015 ligi imeishia hapo na mpira umeishia hapo. Haya, mambo yanayoendelea sidhani kama yangetakiwa yange yangetakiwa kufika huku, ukizingatia kwamba uh, kuitakiwa mwanzo mara baada ya ile mechi ya tarehe nane mara baada ya Simba kwanza ile tarehe saba kuzuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa, uh, wa, wa, wa, wa, wa Benjamin, wa Benjamin Mkapa ambapo yes. Yanga ndo alikuwa mwenyeji wa mechi yeah. mi nafikiri pale, kwa upande wangu, labda wazee wangetumia busara, viongozi wa ligi wakaya na viongozi wa Simba, sio hii mechi msiairishi msicheze ila wao waliona kwamba kile ni kitu cha kawaida tu na walipo chukia, walipo ndoka, Yanga walipochukia walipoondoka wakaona kwamba Yanga atachukia siku ya kwanza siku mm -hmm. yes. ya pili yani, siku eh, ya, ya tatu eh, eh, yeah. atarudi na atakubali tuna kucheza dabi. Mambo yameendelea kufumuka yani sawa sawa, na umedumkiza labda kunje ya mwindi ndani ya peps, mambo yanafumuka. Yanga sasa hivi wanadaiana hela, mara wanasema tutacheza. Sasa Yanga wamefika mpaka hatua wanasema kwamba hatutacheza hata viporo vilivyobaki CRDB kwa sababu bingwa wa CRDB mpaka sasa hajapewa zawadi ya mwaka juzi. yeah. yeah. mwaka jana ni mi, eh, misimu mitatu. mambo mbalimbali. Haya mambo bwana, lakini kwani umefika, kwa sababu mimi nafikiri hawa ni fahali wawili ambao wako zizi moja, lakini mshasiku tunasema kwamba TFF ndio wenye mpira wao. Uh, of course wakiwa pia na bodi ya ligi na Yanga ni wanachama au wa TFF. So, kwa nini tumefika huku sana, nafikiri ni washiriki wa sababu baada ya ligi wao kasema hey, awa washarudi wameshakosa ambacho ataji kule CAS kwa sisi, moja kwa moja tunapanga mechi ambayo ni tarehe kumi na tano mwezi huu wa sita, baada ya Yanga wakati gani ambacho hichi wangeza kuwaita baada tu Yanga badala mm -hmm. e, mm -hmm. ya kuya kupanga ratiba ya mechi wangekuwa wabichi tena lakini pointi, wao wakachukua kama tayari Yanga amefeli kwa komesha Yanga wao wameama

Upande wa mchambuzi anasema TFF anaweza akashinda, wakati mimi naona kwamba hili vita itafika mbali sana, wataendelea kubishana <laughs> kubishana. Yaani, kilichopo hapa ni sawasawa na mtu amemeza mfupa wa samaki halafu mtu anamtoa mfupa wa samaki kwa kumpiga ngumi za mgongo o, ni vita kali sana. Yanga amesema kwamba kama watalipa madai yao hawatashiriki mechi ya finali dhidi ya Singida, na vipole vile vita havitachezwa. Uh, wale wanaendelea kutufuatilia, tunaendelea uh, kupokea pongezi mbalimbali, comment, likes. Rafiki yetu mmoja yuko South Africa Teko Modise, tunaye Mika uh, yuko mbali kidogo, tunaye ndugu yetu Samuel yupo Marekani, pamoja na watu wengine wanaendelea kutufuatilia Dar es Salaam. Tunaendelea kupokea comment zenu na likes. Nyuma ya kamera, leo tulikuwa tuna mtu chopa ambaye uh, ametuletea picha zetu angavu kabisa. Mimi ni Elia Joseph nikiwa na mchambuzi wangu mm. Senior Master mpaka wakati ujao, bye.